Ya, elo ndugu watazamaji, karibuni kwenye Mifa TV. Mtangazaji wako ni William Ebisampe Latan aka Mane Magnet, alikuti ni baba sita na mama sita, wote unawafahamu wewe, na kama ulikuwa hujatufuatilia kwenye Mifa TV, basi unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Mifa TV uh, ambayo ni Instagram, TikTok na Facebook pia. Pia tunatumia YouTube, so unaweza ukaenda huko kwenye channel yetu ukasubscribe ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali uh, za nchi tofauti tofauti. Kwa sasa hivi tupo Sweden na ninaripoti kutokea Sweden, naenda ukuletea taarifa ambayo imekuwa ikizagaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo inahusu nchi ya US inayosema kuwa Donald Trump amewataka watu ambao wanataka kurudi kwa hiari kwenda na kujiripoti na watapewa kiasi cha dala elfu tatu. Bro, bro, guys, it's not all about Sweden anymore. So kama kama mnavyojua, Sweden kulikuwa na taarifa hizo za kusema kuwa mtu ambaye atakayetaka kurudishwa na kuenda ambako alitokea, aweza kutoka hapa Sweden na kuenda nchi yoyote ile, basi atapewa kiasi cha dola elfu thelathini na nne akitaka kurudi kwa hiari, tuelewane, akitaka kurudi kwa hiari, basi atapewa kiasi cha dola elfu thelathini na nne ambacho ni takriban kama laki tatu hivi na kitu za hapa Sweden. So, Donald Trump amesema kuwa kwake atatoa dola elfu tatu ili mtu uweze kurudishwa uh, kwa hiari na um, wamesema hivyo ni kutokana na jinsi bajeti yao wameweka wa uh, mtu kurudishwa inaomba gharama tofauti tofauti, yaani watakupeleka nchi yoyote ile ambayo utakayotaka, ila utapewa elfu uh, tatu, kama, kama, kama vile pesa yawe kwenda kuanza maisha yako Ila kuna, kuna, kuna wakati unaweza ukarudi tena US eh, ikiwa, ikiwa muda muda, muda utafikia, yani muda sahihi wawe ku, ku, ku, kurudi kule ikiwa utafikia, na sidhani kama inaweza ikawa hivyo. Maybe, maybe tu ni, ni, ni maneno ya kutaka kuwafariji wale watu ambao wanataka kwenda. Otherwise kija kuwa ume, umekuwa deported, yani umerudishwa kwa, kwa, kwa kufosiwa, basi utakuwa upewe hata hiyo elfu tatu, utakuwa umeambulia ume zero hapa na nakwenda kuwekea video ya huyu ya, ya brother hapa akitueleza ni jinsi gani eh, taratibu zote zipo na jinsi gani eh, mambo yote yatakuwa yanafanyika ya, eh, tu, tu tupate pia kumsikiliza Trump. Ameamua kupana dola elfu tatu, three thousand dola kwa kila mtu ambaye ataitika kurudi Afrika ama nchi yeyote bila hiari yoyote ama kumforce ama kumdeport. Kwa nini sasa Trump administration ikidipoti mtu hapa Marekani inapoteza zaidi ya elfu kumi mpaka elfu kumi na saba kwa kudipoti tu mtu hapa Marekani. Sasa wamesema hivi, wanakupa offer ama deal ya mwisho wa mwaka, wanakupa elfu tatu pesa za Kimarekani, wanakupa flight ya kutoka Marekani mpaka popote utataka for free, alafu wanasema ukizibeba wewe mwenyewe una chance ya kuweza hata kurudi Marekani wakati itakapofika. Hii ni opportunity ambayo wanapana kwa siku hizi za mwisho ya mwaka, yaani si, two days ago mpaka itakuwa December 31st. So unaangalia, kama unaangalia hii video, unajua ndugu yako, mtu yeyote ambaye anajua, ikikuaje, atarudisha Afrika na nanataka kurudi na apate pesa kidogo hii ni opportunity ya kuweza kupata 3000 dola ama elfu tatu dola kimarekani kwa bure hapa Marekani. Secretary of State ametangaza two days ago ya kwamba mtu yeyote ambaye atakubali kwa hiari yake ya kwamba anataka warudi, anawapigia simu ama na danula application ya USCIS immigration, anasema mii nataka mimi nataka, uh, nataka nijidipoti mwenyewe watakupa $3,000. So ni oportuni kubwa, ni dili ya mwisho wa mwaka ambao watu ambao wanataka warudi wanaweza kurudi na wanapata $3,000. Nakumbuka, watakubeba kwa bure, wakufikishe mahali kutunataka for free. So which means ni opportunity kubwa sana kwa watu ambao wanajua It's the last chance to to to be able to go back to Africa bila kukua deport. Kwa sababu anasema hivi, ukiwa deported hawatakupa hata senti moja. Yaani, wanasema kama wewe unataka celebrate Christmas, new year pamoja na familia yako unaweza kuchukua hiyo 3000 dola na urudi nyumbani the next day watakupatia bila shida yoyote, hutaenda kwenye detention, hutashuka sijui hizo miezi mitatu ili waweze kufanya, you know, assessment, wak kutume mahali wanataka, lakini unaweza enda kwa hiari yako. Lakini, uh, the Guardians inatangaza kwamba iliwahoji watu ambao walienda kwa hiari yao ama on their own. Uh, kwa sababu Trump alianzia ku elfu moja, aliwauliza wakasema yuko kupana 3000 dollars. Sasa iko skeptical kwa watu wengine, wanasema hizi pesa maybe hatazipata, ama hatazipata so yes, ikiwa unaangalia hii video unajua unma, ndugu yako, mtu yeyote ambaye anataka 3000 ya bure na kurudi Afrika ama mahali popote, it's the right opportunity kwa kuweza kuchukua hizi pesa, na kuweza kurudi for free, ndugu watazamaji na yes, mmemsikiliza mmesikia taarifa yote ilivyo, so unaweza kutufuatilia kwenye Mifa TV. Mifa TV TV ni TV ya watu wote na wenda, wenda ina, inaweza kuja kuwa moja kati ya TV zako pendwa. Tunaendelea kukuletea taarifa. Mtangazaji wako ni William aka Mane Magnet, ni baba sita wa mama sita wote unawafahamu wewe, siku hizo ananiita mboga chungu.